Mujamaa amefanya hivi. Mutu. He mutu. Ehe. Wa kutoka hii eh, Narok Narok ya ya ya ya ya ya ya Kajiado. Hii ya huku kwetu Kenya. Huyo mtu ni wa kutoka Narok. Ni wa huku. Ehe. Lakini alikuwa ile Nasikia eh, hiyo mtu ni ni uncle wa sister wa Mjomba eh. Wa aunti yako. Hiyo sasa ni yeye. Ni yeye kwa, kwa kusema ukweli. Ehe. Hame alikuwa ile eh, eh, Narok ya ma, Marekani. Eti? Alipaile, Narok ya Maria kani? Narok ya Maria kani ni kani yo wana. Hii watu wana wanapanda ndege. Ehe. Lakini si, si ndege munyama. Eh. Hii ya ku, ya, ku, ya kupanda eh, na napitia Jibuti. Oh, hii ya airport. Ha, oh, airport. Eh, hiyo ya airport. So nasema ni Narok ya Maria kani? Hiyo Narok ya Maria kani? uh -huh. Si Narok. Si, Inaitwa mnya nini? Inaitwa New York. Aha. Oh. New New York City. New York City. City. Uh, inaitwa -huh. Kwa hivyo sio Narok. Mimi mimi naonaga kama tuko na Narok Kenya. Ehe. Na tuko na Narok uh -huh. Na huko Marekani. Hapana. Hiyo hey ni New York. Eh. Yo? Hey. Kwa sababu